Simba Sports Club na safari ya kuelekea Mali kutafuta alama tatu muhimu. Ni alama ambazo kwa udi na uvumba mm. ni kuzili press baada ya kupoteza nyumbani dhidi ya Petro, ili madi angalau yale mahesabu ya kwamba tulifungwa na petro nyumbani, lakini hawa wametupatia alama tatu ambazo zinafidia kule, alafu mizania tuende nao sawa. Nafikiri wanaweza wakaanzia hapo, Uh, pasi na kujali aina gani ya mpinzani ambao wanakwenda kukutana naye, lakini namna gani ambavyo wali approach mechi ya kwanza, labda kujaribu kuongeza nguvu zaidi kwenye eneo la mwisho na kuongeza idadi ya wachezaji mara zote. Tumeshuhudia Simba ikiwa na idadi ya wachezaji wachache sana e, tangu Pantev amechukua timu tuna, tunashuhudia wachezaji wachache sana wakiwa kwenye eneo la timu pinzani. Ukitazama nafasi ambazo wanazitengeneza katika uh, hata zile ambazo zilikuwa ni za wazi Morris, ukitazama kwenye box alikuwa yeye na Budo ambaye aliweka pasi. Mm uh, mpanzo aliyepigiwa pasi nje ya box na na na Morris, yeye ndo aliingia ndani ya box pekee na kumpiga chenga kipa na kupiga ule mpira nje. Mm, kuna matukio mengi yanatokea kiwanjani, unakuta kuna mchezaji mmoja wa Simba ama wachache wengi wakiwa wa timu pinzani. Maanake ni kwamba mnatoa nafasi kubwa sana kwa wapinzani kuwa win. Kwa hiyo inawezekana wakajaribu kutafuta namna nyingine, labda kujaribu kuwa na wachezaji wengi, ikitokea hapa na pale, basi kuwe na kitu ambacho mnaweza mkakifanya zaidi ya kile ambacho kitatokea. Lakini kubwa ni namna gani watakwenda kuiapproach mechi. Sidhani kama watakaa wata, wata, wata nyuma. Tumewashuhudia kwenye michezo ya awali dhidi ya, dhidi ya Uh, ni, dhidi uh, ya zingizini mabao matatu au uh, uh, ugenini. Maanake ni kwamba inakuonesha watakuwa uh, timu ya kwanza, watajaribu kufanya mm, kila kitu kiende kwenye njia yao uh, kugombania mipira hamsini kwa hamsini, kuwania mipira ya juu uh, kupress, kufanya kila kitu kiwe kwenye njia yao kwamba wao ndio timu ya kwanza uwanjani, kufanya kila kitu inawezekana, kwa sababu hawa wachezaji wanao wakujaribu kufosi uh, matukio wa kujaribu kulazimisha wapo. Kwa hiyo inawezekana kwa Pantev tayari yuko na picha yake kwamba namna gani ambavyo kawatazama uh, wapinzani kutoka kwenye mchezo uliopita, ama aliwatazama kwenye michezo kadhaa iliyopita. Kwa hiyo ni approach gani ambayo atakwenda nayo? Nafikiri ni kujaribu kuwa na wachezaji wengi zaidi upande wa pili uh, kuliko kuwa na namba kubwa kwenye eneo wenu.